Kazi juzi tu hapo au umepotea njia? Mbona nyenye mbona usijue haraka haraka. <coughs> toa kila kitu.

Ndio hivyo, ndugu yangu, ikabidi niwape kwa sina cha kufanya na no, wamenitukiza hatari. Unataka oh, kuniambia ni, ni, ni watu wa umri gani? Ni vitoto vitoto au ni watu wazima, ndugu yangu vitoto vidogo vidogo hivi, yani kimoja cha kiume cha kike, yani hasa kile cha kike kimepinda kinoma, kimenipiga bisi, yani kimenishtua kiasi, nijua hiyo kisu kimezama. Yani wadogo ni hatari kabisa, wasipokamatwa. Ebu ielezea <tipi> vizuri, cheusi <teta fuata>, <tipi> kipoje? Yani embamba hivi cheusi, lakini wakati wanakimbia nimesikia

Sasa kumbe wewe mwizi. We, mimi. Ndio. Kumbe wewe mwizi. Ile siku nikiwa nakuja kule na ndaa tu, ukaniambia kwamba huyu msichana kuna msichana anasema wewe umjui. Yule msichana ndio alikutana. Sio alisema umjui wewe. Asante, subiri basi kwa ndiki. Nisikilize kwanza. Hmm. Sawa. Shida yako si msimu yako. Acha maneno mengi. Sawa. Simu yako unapata. Umeelewa? Lazima nikwambie ukweli. Unalo lifanya sio la kweli kabisa. Yaani wewe sio kabisa unaiba. Nimesikia taarifa zenu mtaani zote mlizokuwa mnafanya. Mmemuibia yule baba wa masofa, mkaenda mkamuibia. Yaani sasa mi nachotaka ni simu yangu, yani nachotaka ni simu yangu, la sivyo naenda kukufunga kwa sababu ule ule ulifanya sio la kweli. Nimekuelewa, naomba basi unisikilize. Simu yako naenda kukupa sasa hivi, twende nyumbani ukachukue simu yako. Hivi mtoto na matatizo gani wewe Saida, hivi unamtafuta ni nini mtoto wewe? Yaani mdogo wangu, jua mi nashindwa kuelewa kabisa, mbona ukuwa hivyo wewe? Hivi ni nani ambaye ameingia kwenye kichwa chako akapuliza ubongo wote ukatawanyika? Yaani una hata kitu kimoja kichoni mwako, alafu naongea okay, na unanitumbulia mimacho? Hebu njoo njoo njoo. Hivi Saida, wakweli kamwili haka haka haka haka kamwili kakuninyima usingizi mimi. ivi mtoto una matatizo gani Saida? wewe yote okay. tisa tufanye mshindi wewe ha, haya kule ulikoenda? kumjeruhi kule ulikoenda unajua ni nani yule mdogo wangu pale, ndio kilipo kibarua changu mi, mi, mimi mimi kakako, unakuja kunivua nguo mbele za watu yule, kule unajua unakula kwa sababu ya pale <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Matatizo so gani wewe ndugu wangu eh? Mbona ukuwa hivyo lakini, ni mdudu gani aliyeingia humu? Yaani natumai nije nikufunge niache, sawa. Amtoa mkono kwacha, yaani leo siko sawa kabisa, yaani sawa, usinizingue Mama! Hee, jana ananibadilikia, si mtoto kakuwa Tuende basi tukamwombe msamaha yule rafiki yako. Hivi <coughs> unahisi ni kitu rahisi kama hivyo unavyofikiria? Hivi umemwangalia ile jeraha lake lilivyo? Mtu mzima na familia yake yule wa familia yake inapata shida sasa hivi, mtu yuko pale na kidonda kazini. Ametumia magharama yake kibao kujiuguza. Eti kila si rahisi tu tukamwombe msamaha. Unafikiri anaweza kutuelewa yule? Haya, ndio tusema tutu, tumeenda. Haya, amekataa kutusamehe, eh, kinatokea nini kwako? Sio ndoenda kukupoteza wewe, hmm? Tunaenda, twende. Sawa, mdogo wangu, tunaenda kule. Saida, nakuita tena kwa mara nyingine, Saida, tusie tukaenda kule, ukaenda kuniaibisha, sio gara. Tumeenda kule kwenda kuomba msamaha, kumbe ndio tunaenda kukoleza ugomvi maana akili yako saizi ishabadilika wewe, mpaka mimi kaka yako unanishikia kisu. hey. hey. hey. Mzee, siku zishapita lakini, yeah. Twende. ah, sasa basi nenda kajiandae. Mimi najiandaa nini hapa? twende hivi hivi mimi najiandaa nini sasa Eh, haya twende. Maana tulipofikia hapo wewe soko kubishia. Kila kitu ni kukubalie. Maana hapo ilijulikani mwanamke au mwanaume akili yako naijua mwenyewe. Haya twende. Funga mlango. Funga mlango. Nini? Sasa tutulia basi. Mwanangu unamleta kama bibi harusi hapa. Sidio amenibia mwanangu. Ameli. Niseme unachokisema, lakini mimi sikujua kama mdogo wangu, lakini ulivyokuja kunielekeza, ndio maana nilipofika nyumbani, kabii nimchukue nije naye hapa kuomba msamaha. Sasa unavokuja na mambo kama hayo, sasa tunafanyaje ndugu yangu? Mimi nimekuja ili tuyamalize haya kifamilia. Hata kama ungekuwa ni mdogo wako. Ina maana ninge na nini, ningekufa ninge, ninge sasa hivi ungekuja kuomba nani makablini? Ungekuja kuomba msamaha makablini? Unafika mbali ndugu yangu, fanya utusamehe basi, aishi haya. Poa, mambo yasiwe mengi, siomba msamaa, apige magoti. Piga magoti, magotisa. Hey, so so pige magoti na wewe. <tis> sawa Sitaki mambo mengi, nataka pesa yangu, nataka simu yangu aliochukua. So nichukua pesa kwa hiyo, naweza kumsingizia mdogo wako mimi. Niipe simu yangu, nipe pesa yangu, na ule kibaka mwenzio ule Nimekaa chini nimepiga magoti hapa, nimekusikiliza sana, umeongea sana kistaarabu tu. Wasikia, mi sio mnyonge kama unavyofikiria sawa? Nakuja nikuue, nikafungwa kwa fusi tena

Sawa, dada jambazi, mi nimekuelewa, na ndo maana roho yangu ilikuwa na kadani sipite huku. Kambia uh, kitu dada jambazi, mimi hapa nimetembea, sina chochote. Ngoja sasa nikwambie, unaona okay. Mfuko huko, piga ndole mfuko huko, kuna chochote kidogo au ngoja nikutolea sasa. Tulia, legeza legeza basi. Vipi, mbona kuna vumbi pale chini pale? Asenye mwaka bati ndio nini hivi? Sasa ndo nilionayo, dada jambazi, mi sina kitu. Tulia, atunatiana nuksi asubuhi asubuhi, ah. Sungu toboye mgeuka nyuma. Kweli sina kituni, we niache tu, mimi naondoka, piga ni tu ni? magoti piga magoti chini. An wewe kwesidada jambazi Nisikilize mwananchi, uliotokea hapa ole wako bro, asikie sawa. Yaani akisikia wala toboatoboa, mwantu, n ntakutafuta mpaka nitakukamata. Yaani ukiona umempelekea, ukiniona mpite mbali, mwanangu. sema nini? Hapo wenyewe, tembea tembea, mwantu, vipi? Unaniangalia? Chapu, yani nikigeuka sikuone, nikigeuka sikuone. Vipi ndo? Umumia vipi umumia? Mbona kama unaniangalia, unaniangalia wewe? Ndo wale wale, achana na mimi.